Habali kwa kwa siku ya leo tutaenda kuona jinsi ya kurekodi mauzo ya bidhaa ambayo kwamba mtu kalipia zaidi ya njia moja. Saa labda ni labda tuna A n na bei ya bidhaa labda ni shilingi efu kumi. Asa, mtu amekuja akasema kwamba mi ntalipia shilingi 3000 tatu kwa kash labda shilingi shiingi kwa saba namba au. Sasa, kwa mtu kwamba ni utarekodije? Sasa ambacho tutakifanya sawa, kwamba utaingia kwenye mfumo wako hivyo namna hiyo. Kwa utaweka hizi nani, utaweka hii email yako, utaweka na password, then ka login. Sawa, ukisha login, ukisha login utakuja kwenye sehemu ya sell. Sawa, sell. Ukisha kwenye sell utakuja sehemu ya special sell. Sawa, then utakuja hapa, uta search bidhaa ambazo utaweza kuuza. Labda ngoja ni search bidhaa yote hapa ambayo iko hapa. Kwa labda ngoja ni nije kwa hii hapa. Labda hii hapa bidhaa yetu hii hapa. Nisha chagua bidhaa yetu hiyo na kuja hapa. Nasema labda huyu mtu kanua mbili hivi. Sawa, kanua mbili. Ambapo sasa kwamba na jumla yake ni 76. Sawa, nitakuja hapa ku add the payment method hapa. Sawa. Ati. Nisha kuja hapa, labda nasema labda payment method ya kwanza nitasema labda kalipa cash. Mseme kashi labda kalipa shingapi? Kashi mseme labda kashi kalipa elfu sabini elfu sabini Sawa, elfu sabini hapo utaona nambiwa kwamba kiasi kinacho kimebaki ni shingapi, elfu sita Sasa pia hapa naweza nikaadi, yani kwamba nikaadi, yani kwamba nikaadi na njia nyingine ya malipo sawa, kwamba naweza nikaadi njia nyingine ya malipo. Kwa hiyo ukitoa kwa adi njia nyingine ya malipo, nakuja kwenye hapa add method. Sawa, nakuja hapa na select, labda na nilipa namba labda kulipa namba kalipa shilingi ngapi? kalipa shilingi elfu sita cell sawa. Kwa nikishafanya hivi hapa tayari hapa, na kwa kwamba tayari nishare kodi na ni mauzo ya bidhaa ambayo mtu kalipa zaidi ya njia moja sawa. Ukitaka na kujua kwamba kwamba imekuaje, unakuja tu hapa. Ukitaka kuona zile sales zako ambazo umeshaze record kama namna hii, unakuja hapa kwenye view sales sawa. So, utakuja hapa, utaona tuna tuna sell moja peke yake, na ambayo ndio hapa utaona hapa mtu alilipa kwa kwamba kalipa kwa cash. Unaweza kaona tena hapa chini kalipa, kalipa so, kwa lipa namba sawa. Kwa hivi ndivyo jinsi ambavyo tunafanya. Kwa karibu kama hujaelewa uje, si kwamba tupigie, then tutaelezana vizuri ko, karibuni.